Patia mtu simu yako atumie application ya YouTube kuangalia video husika. Sasa pale ambapo umetoka, badala ya kuangalia video katika YouTube, anaanza kuingia katika message zako na kuanza kukupekua katika vitu vyako ambavyo hautaki hata yeye mwenyewe aweze kuviona kwamba vipo katika simu yako. Sasa kuna namna ambavyo unaweza kulock application husika katika simu yako, ili pale ambapo utamwachia YouTube atumie YouTube peke yake na siweze kutoka katika YouTube mpaka pale ambapo utarudi, atakurudisha simu yako, utaweza ku unlock simu yako na utaweza kuitumia kama kawaida. Utaingia kwenye settings za simu yako kisha utashuka chini kabisa, utaenda kwenye accessibility, kisha utashuka kabisa kwenye setting za accessibility utaona option imeandikwa guided access, utabonyeza kisha utaiwasha. Sasa pale ambapo umeiwasha ukitaka kuweza ku lock application labda umwachie Instagram ndo utumie, itabidi ubonyeze button ya kuzimia simu mara tatu, kisha itatokea pop up ya guided access. Utabonyeza neno start, na baada ya kubonyeza hapo uta set passcode mpya ya guided access ambayo unataka kuweza kuitumia guided access peke yake na hii passcode ni tofauti na ile passcode ya kwenye lock screen. Kwa baada ya kuweza kuiverify hiyo passcode yako ya guided access, itaweza kuanzisha guided access na mtu yote ataweza kuaccess sehemu za kuashia data, hataweza kuna notification wala kuondoka kwenye application hii Ataitumia hii application hii mwanzo mwisho mpaka pale ambapo utakurudisha simu yako. Ukitaka kuweza kuondoa setting ya guided access, itabidi ubonyeze tena button ya kuzimia simu mara tatu, kisha utascan face ID yako au utaweza kuweka password ya guided access. Baada ya kuweka password ya guided access, itaweza ku unlock hii application na itakupa hizi pop up za guided access, utabonyeza neno end. Na baada ya kufanya hivyo, utaweza kutumia simu yako kama kawaida.